Haya basi, mtazamaji, Mungu husikia maombi ya kila aina. Na tukiendelea na taarifa zetu, wakazi wa Kisumu sasa wanataka hatua za kisheria kuchukuliwa dhidi ya afisa mmoja wa polisi anayedaiwa kumpiga na kumjeruhi vibaya mwanamume mmoja kabla ya kumtia mbaroni. Wawili hao walitofautiana wakiwa katika baa moja huko Kondele, jijini Kisumu. Mkuu wa polisi mjini Kisumu Wilson Mwakio amehakikisha kwamba uchunguzi umeanzishwa katika kisa hicho. Rashid Ronald na taarifa Evans Otieno akiondoka katika hospitali kuu ya Jaramogi Oginga Odinga jijini Kisumu alikuwa hapa kupata matibabu baada ya kupata kichapo cha mbwa na aliyefanya hayo ni mtu ambaye kazi yake ni kulinda raia na mali zao afisa wa polisi uvimbe usoni na machoni hayo yalitukia usiku wa Jumamosi katika baa moja iliyoko karibu na kituo cha polisi cha Kondele I asked him, uh, my friend. Since you scared with you scared us with uh, uh bullet I've not seen you again uh, uh, it's when you are back then it's like uh, he thought uh, I provo I provoked him yeah. Then uh, he picked it from here at a, from there at a high note and uh, started uh, telling me who who I am na kichapo hicho hakikuishia hapa Alikiona cha mtema kuni pale alipoingizwa korokoroni. Watetezi wa haki za kibinadamu jijini yeah. Kisumu wamegadhabishwa na tukio hilo. In the police station, at daytime. Afisa mkuu wa polisi wa Kisumu Wilson Mwakio amesema kuwa watachunguza madai hayo kabla ya kuchukua hatua. Rashid Ronald, KTN News, katika kaunti ya Kisumu.